Asubuhi ya leo Muna love ameshare kwenye Instagram yake, amelia kwa uchungu sana na akisikitishwa na kitendo cha watu kumjaji au kumkomentia vibaya kusema kwamba yeye alimtoa mtoto wa kikafara. Muna love amelia kwa uchungu sana na ameshare ujumbe huu kwenye Instagram yake akisema: Yesu, kwa Patrick imetosha, kwa kipimo cha imani, huyu Mungu niachie, nione hei huruma Nimemaliza maneno yote, nasikia uchungu mkali sana. Fikiria hawa watesi wangu wanavyosubiri kunicheka. Munalove hakuishia hapo, aliendelea akisema hii saidi ya pili: He Yesu, he Yesu, nitazame kwa huruma yako. Kabla sijapata mimba nilikuomba, ukanipa mtoto tena, nilimwita testimoni na kukuta, kukutumikia kukutangaza duniani kote tukajivunia wewe. Sasa mbona yale tuliyofanya, tuliyokubaliana na tujitahidi kumweka kwenye makubaliano, wewe unajua maisha yake. Angalia watesi wanavyo nisubiri, hatimaye wanicheke na kunipa majina ambayo sistahili. E hey Yesu, naumia, tazama huyu mwingine ameniita jina ambalo sistahili mbele zako, nitendee. Hey, e Yesu, nakubali majaribu yote, lakini hili lisitokee lolote. Sitamani kukuacha, nimeona mengi makuu umenitendea. Hii sitaki hata kusikia, mfanye testimoni, akawe ushuhuda kwako. Kwa kweli hii saidi ya pili nikisoma, natamani kufa. Hey, Yesu, nihurumie, tazama watesi wangu wanatazama hizi tazama hizi fimbo, tazama, wanasubiri kusikia wanachotamani. E hey, Yesu nikumbuke, hata kwa sadaka zangu na kujitoa kwa watu wako. Najiona kukata tamaa na kuchanganyikiwa, niokoe mimi. Jamani, nisaidieni kwa maombi. Muna Love ameandika ujumbe huu kwenye insta stori yake na akimwaga machozi mengi. Kisa hiki kimeletwa na shabiki ambaye alikomenti kwenye ukurasa wa Muna Love akimwambia, na shabiki huyu ambaye anaitwa Hawa Musa 20. Shabiki huyu ali komenti akisema maneno haya, ngoja niwasomee: pesa za kafara za shortcut, ndo maana huyo mtoto umeanza kumposti kama unampenda, kumbe una jambo lako. Da, huyu malaika huyu malaika utamuua kwa mateso sana, kama Patrick analia hadi mtu anasikia maumivu yake. Wananchi sasa hivi hawawezi kukuwazia mabaya huyo malaika, ila akifa ndo utajua, asila za watu watakusema mabaya kwamba umemtoa kafara. Watu wazima wenye hekima zao wamekaa pembeni, wanaangalia mchezo na maigizo yako, na huu ujumbe utakuumiza , ila naomba unisamehe sana please, mrudie Mungu wako kweli na ukubali kuwa maskini kama Dickson na uanza upya, kwa sababu utapoti ya watu na kwa Mungu. Ujumbe huu umemfanya Munalove aumie na kuangua kilio kikubwa sana na kuumiza, kwa sababu yeye watu wanamfikiria watu wanamjaji visivyo, watu wanampa maneno makali, hawajui ukweli wa maisha ya Muna love. Anayejua ukweli kwamba Muna love amemtoa mtoto wake kafara Patrick ni yeye na Mungu pekee. Kwa hiyo Muna love ameshaya ujumbe huu wa huyu shabiki ambaye anaitwa Hawa Musa, ambao umemuumiza, na akaamua kuweka ili kila mtu aweze kumsaidia kwa maombi, na ameomba maombi, mwenye maombi aweze kumwombea. Kama unaweza kusikiliza au kurudia kusikiliza, ni wewe utakavyo. Ujumbe huu upo kwenye hisa gramu yake ameuposti pale na kila mtu anaweza kuona hapa, uchukua. Na ndio maana mimi nikaamua nije hapa nikauchukua na nikawaletea hapa ili niwasomee, mahana sio wote ambao wana muda wa kusoma, so kule wengi wanapenda kusikiliza na mimi nikasema, ngoja niwaletee subscribe zangu ili wapate kusikia. Nitaurudia tena ujumbe huu wa Hawa Musa jinsi alivyomkomentia Muna Love mpaka Muna Love kupatwa na maumivu makali na kuangua kilio na kuandika maneno yale aliyoandika Muna Love, shabiki huyu anaitwa Mus, Hawa Musa ameandika hivi. Mpenzi msikilizaji wangu, ameandika hivi, pesa za ghafla za shortcut, ndo maana huyo mtoto umeanza kumposti kama unampenda kumbe una jambo lako. Da, huyu malaika utamuua kwa mateso sana, kama Patrick analia hadi mtu anasikia maumivu yake. Wananchi sasa hivi hawawezi kukwazia mabaya huyo malaika, ila akifa ndo utajua asira za watu, watakusema mabaya kwamba umemtoa kafara. Watu wazima wenye hekima zao wamekaa pembeni wanaangalia mchezo wako wa maigizo. Unajua ujumbe huu utakuumiza, ila naomba unisamehe sana please. Mrudie Mungu kweli na ukubali kuwa masikini kama Dickson na utaanza upya vizuri kwa sababu ya sapoti ya watu na kwa Mungu. So wapenzi wasikilizaji, wapenzi subscriber yangu, huo ndio ujumbe wa shabiki aliyemkomentia Munalavu, mpaka ukamfanya Munalavu alie kwa uchungu sana. So endeleeni kunisupport na nawapenda sana, niwatakia siku njema. chao chao.